Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka, Aprili 21 mwaka 2025, huku akiwa na umri wa miaka 88. Na Papa Francis amefariki akiwa katika makazi yake ya kansa Santa Malta huko Vatican. Kifo cha Papa Francis kilitangazwa na Mwadhama Cardinal Farelli. Akinukuliwa, anasema ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Alitamka maneno hayo katika tangazo la kifo cha baba ama papa Francis. Kifo cha papa kimetokea ikiwa ni chini ya saa 24 baada ya mara ya mwisho kujitokeza kwenye viunga vya St. Peter's Square katika mji wa Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Hata hivyo siku ya Aprili 21, 2025 siku ya Jumatatu ya Pasaka, saa saba na dakika 35 na tano kwa saa za Vatican, aliaga dunia. Papa Francis, kabla ya kukumbwa na umauti, siku ya Pasaka alitoka nje akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kupunga mkono kwenye baraza la basilika ya St. Peters kwa umati wa waumini waliokuwa wakishangilia na kusema, ndugu wapendwa, Pasaka njema. Hata hivyo, hakuweza kuisoma hotuba yake mwenyewe, badala yake msaidizi wake ndiye aliyeisoma huku yeye akiwa amekaa kwenye kiti akiutazama umati huo alipelekwa hospitalini kwa matibabu mnamo Februari 14 mwaka huu. Papa mwenye umri wa miaka 88 alikuwa akitibiwa katika hospitali ya Gemel huko Roma. Ilikodaiwa daiwa alikuwa akitibiwa dhidi ya maradhi ya homa ya mapafu iliyomsababishia shida katika mfumo wa upumuaji. Salamu za rambirambi rambi zinaendelea kutolewa kutoka pande zote za dunia wakiwemo viongozi wa kisiasa pia. Na mtazamaji na mfuatiliaji wa habari hii pia unaweza kutaka kujua historia yake. Anaitwa George Mario Begoglio ndiyo majina yake halisi. Papa Francis aliyezaliwa huko Buenos Aires, Argentina mnamo Disemba 17 mwaka 1936 akiwa akifungua mimba kati ya familia ya watoto watano. Wazazi wake waliikimbia nchi yao ya asili ya Italia ili kuepuka maovu ya ufashisti kwa wakati huo. Katika udogo wake, Papa Francis alipendelea sana kucheza mchezo wa tango ambayo ndiyo ngoma ya asili ya Argentina, na akawa shabiki mkubwa wa klabu yake ya soka ya mtaani ya San Lorenzo. Kama binadamu amekuwa na shughuli mbali mbalimbali za kimaisha na ajira pia, George Mario Bergoglio katika ujana wake pia alifanya kazi kama mlinzi wa klabu ya usiku na kufanya kazi ya ufagiaji, kabla ya kuhitimu masomo yake ya chuo kama mwanakemia. Aliajiriwa pia katika kiwanda cha ndani na Esther Balestrino, mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina. Mwanamke huyo alitekwa baadaye na akapotea na hajawahi kupatikana hadi leo. Baadaye alijiunga na shirika la kikatoliki la Majezuiti. Baadaye alijiunga na shirika la Kikatoliki la Majezuit, akasoma falsafa na kufundisha fasihi na saikolojia. Alitawazwa mwongo mmoja baadaye na kuwa mkuu wa mkoa wa kanisa hilo nchini Argentina, ambapo ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Papa Francis katika kipindi chote cha kuugua, kwa mujibu wa sheria za kanisa hilo, hakuna aliyeshikilia majukumu yake na kila jukumu alilokuwa akilifanya lilisimamishwa kwa ajili ya kusubiri mpaka apone. Vatican kwa sasa itaendelea na maombolezo ya siku tisa kabla ya taratibu nyingine kuendelea.